Mandhari katika shairi. Hujambo na salamu alaikum. Kufikia mwisho wa makala haya, utaweza kueleza maana ya mandhari, kuchambua mandhari katika shairi na kueleza umuhimu wa mandhari. Mandhari ni nini? Mandhari ni mahali na wakati tukio linafanyika katika kazi ya fasihi. Mandhari pia yanaweza kuhusisha hali ya kufanyika kwa tukio. Kwa hivyo, mandhari ni mahali, wakati au hali. Tunapoongea kuhusu mahali, tunamaanisha eneo la kijiografia. Eneo la kijiografia kama vile nyumbani mjini, mstuni, kijijini, barabarani, shambani, hospitalini ama mahali popote pale, mahali mahali tukio linafanyika. Tunapoongea kuhusu wakati, tunamaanisha saa ama majira, majira kama vile jioni, asubuhi, mchana, wakati wa likizo na tunapoongea kuhusu hali tunamaanisha kipindi. Ni kipindi kipi? Labda kulikuwa wakati wa vita, kipindi cha vita, kulikuwa na kiangazi, hiyo hali. Kama wakati wa korona, janga la ugonjwa, hali hali ilikuwa ni ipi? Unaporejelea hali, wakati na mahali, basi unazungumza kuhusu mandhari. Tuna mashairi mawili hapa ambayo tutayatumia ili tuweze kuelewa mandhari katika shairi. Shairi la kwanza linapatikana katika ukurasa kumi na moja wa diwani ya Hodihodi Hodi Mashairi. Kichwa cha shairi tulipokuwa wadogo, na mwandishi wake Timothy Arege. Tutatumia beti za kwanza mbili, tusome. Tulipokuwa wadogo tulicheza, jua likiwa limesimama utosini halafu iliponyesha mvuani, tukacheza mara nyingi nusu uchi, huku tunashangilia. Je, unakumbuka? Tulipokuwa wadogo tulicheza mipira tuliyounda kwa karatasi, tukapigana chenga na pengine kanzu mm-hmm. Mandhari ni gani katika hili shairi? mandhari tumeambiwa katika ubeti wa kwanza mshororo wa pili jua likiwa limesimama utosini. Kwa hivyo ni wakati upi? Mchana pale tunapata mandhari tukirejelea wakati mchana. Aha tuende kwa shairi la pili, shairi Siku Nyingi, ukurasa wa tano, ambalo limeandikwa bado na mwandishi Timothy Arege. Tutalisoma. Siku nyingi ulifika, mama mnyonge wa mwili, lakini si wa moyo, mpini wa lako jembe begani umetulia, ukautua mzigo wa kuni, na kwa kuubwaga chini, ulifululiza ndani, katika nyumba ya msonge ukajipatia kopa la maji kuituliza kiu ya kutwa, kisha ukafululiza kama fahali hadi palipo ufagio. Ukainadhifu nyumba ndani na nje kama ambaye hakuipitisha siku nzima shambani. Halafu mtoni ulifululiza kuchota maji, mtoto mgongoni, mtungi kichwani, kabla ya kuukoka moto wa kupikia chajio na kwa ufundi wa ajabu ukapika na kupakua ili kutuliza vilio vya vitoto vilivyolemewa na njaa. Kufikia hapo, unaweza kutambua mandhari katika hili shairi. Kumbuka tumesema mandhari tunaangalia mahali, wakati na hali. Mm-hmm. Tuanze na wakati. Hili ili ama matukio yanafanyika wakati upi? Tunapata hilo wapi? Tunapata hilo katika ubeti hata na ubeti wa pili tunapoambiwa uh, mshororo wa pili ukajipatia kopo la maji kuituliza kiu ya kutwa. Tunaweza pia kupata mandhari hata na mshororo wa mwisho ubeti huo wa pili, ati ukainadhifu nyumba ndani na nje, kama ambaye hakuipitisha siku nzima shambani. Kwa hivyo mandhari, tukirejelea wakati, mandhari hapo ni wakati wa jioni. Huyu mama ambaye tunaambiwa kuhusu amekuwa shambani, uh, siku mzima na tunaambiwa sasa ni jioni, ndipo anatokea. Kwa hivyo ni wakati wa jioni. Mahali, tukirejelea mahali, tunapata shambani kule ambako amekuwa, kilima, tunapata hata na nyumbani tunapata hata na mtoni kule ambako tunaambiwa anaenda kuchota maji. Tuangalie umuhimu wa mandhari. Mandhari yana umuhimu upi katika shairi? Kwanza, mandhari husaidia kuibua hisia mbalimbali zinazoibuliwa katika shairi. Pili, humwezesha msomaji kubainisha wahusika mandhari ndio yanamsaidia kuwabainisha wale wahusika. Tatu, mandhari husaidia msomaji kuelewa maudhui ya shairi vilevile. Ama nne, mandhari husaidia kupitisha ujumbe wa shairi. Na mwisho, mandhari humwezesha msomaji kutambua mahali, wakati na hali ambapo kinachoelezwa kinatokea. Tumefika mwisho wa makala yetu ya leo. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza. Tuonane tena katika makala mengine. Nimekuwa mwalimu wako, Mwalimu B Kamau M na kutoka kwangu mpaka tutakapoonana tena na kutakia wakati mwema. Kwa heri.